Kwa wananchi wa Kanda ya Kaskazini. Tumekuwa na tawi jingine ambalo hospitali ya Jakaya Kikwete au taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete itakuwa inaendesha hospitali ya Arusha Lutheran Center kwa miaka ishirini na itakuwa ni one stop center ya magonjwa ya moyo. Yaani, unapokuwa na matatizo ya magonjwa ya moyo lakini una magonjwa mengine mbalimbali mbali. Mfano, edha, mama mwenye mimba akiwa na shida ya moyo, sehemu nzuri ya kwenda kujifungulia ni kwenye taasisi hii ya, ya Arusha Lutheran Center ambayo itakuwa inaendeshwa na taasisi ya Jakaya Kikwete. Ukiwa na jino eh, limepata matatizo na, na at the same time una presha au na shinikizo la damu, sehemu ya kuja kulitoa lile jino ni hapa. Kwa hiyo taasisi hii ya Jakaya Kikwete itakuwa natoa huduma za moyo, lakini na magonjwa mengine ambayo yalikuwa natibiwa hapa yatakuwa yanasimamiwa na taasisi ya moyo. Kwa hiyo ninaomba kabisa wananchi wa walielewe, na nia yetu ni kuwafikishia eh, wananchi huduma karibu, kuanzia sasa, kuanzia tarehe moja eh, mwezi wa kwanza ishirini na sita eh, waje kutibiwa katika taasisi hii kwa sababu itakuwa chini ya Uh, taasisi ya Jakaya Kikwete nafahamu kwamba JKCI ina ina matawi makubwa hapa nchini kama alivyosema, uh, mkurugenzi na kwa sababu nafahamu, namwongezea East Africa na Central Africa pia JKCI imefika huko. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunao shukuru kwa hatua hii ambayo tumeifikia. Mambo mengine machache, ni kweli kwamba Uh, kanisa limeingia makubaliano ya miaka ishirini kufanya kazi na JKCI ambayo ni taasisi ya serikali. Kimsingi taasisi za serikali na taasisi za dini zimekuwa na mahusiano ya muda mrefu. Kwa hiyo tunaamini kwa sababu ni taasisi ya serikali tutakuwa nao na mahusiano zaidi hata miaka ishirini. Lengo kubwa ni kuleta huduma karibu na wananchi. Hilo ndio lengo kubwa. Lakini vile vile JKCI pamoja na ALMC wamedhamiria kwamba hapa ALMC pawe ni one stop center kwa ajili ya magonjwa yote ya moyo, ambao litakuwa ni kubwa kwa ajili ya wakazi wa Kaskazini, lakini vilevile kwa ajili ya wakazi ambao wako katika nchi jirani, na hili litaongeza ubora wa huduma nyingine.